Yes, habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuichakata mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika sekeseke seke, ama sakata la mchezo wa Kariakoo Derby uliotakiwa kuchezwa tarehe nane mwezi Machi mwaka 2025 majira ya saa moja na robo usiku kati ya kikosi cha timu ya soka ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club, ambapo mchezo huu tunaona kwa upande mwingine uliweza kuahirishwa kutokana na kwamba klabu ya soka ya Simba kikanuni hawakufanya mazoezi tarehe saba mwezi Machi mwaka 2025, kwa hiyo bodi ya ligi kuu Tanzania bara wakaweza kuahirisha mchezo, lakini klabu ya soka ya Yanga Sports Club tunaona walienda uwanjani kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo huu tarehe nane, lakini tunaona hakuna refari wala kiongozi yote wa TFF ambaye alihudhuria katika mchezo huu. Sasa, kwa mujibu wa taarifa nilizopo, ni kwamba bodi yaliyo, kwa sababu waliarisha na kusema kwamba wataupangia muda tena wa kuchezwa mchezo huu, basi klabu ya soka ya Yanga wameweza kuandika barua kugoma kucheza mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba, ambapo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana ni kwamba klabu ya Yanga imeandika barua rasmi bodi ya ligi kuu, barua ya kuomba alama tatu na mabao matatu. Barua hiyo yenye reference number Yanga Sports Club TPLOB M.184/2025/201 yenye kurasa tano ambayo imenakiriwa pia kwa afisa mtendaji mkuu wa Simba Sports Club, Zubeda ni ya tarehe kumi Machi 2025 na imesainiwa na CEO ama mtendaji mkuu wa klabu ya soka ya Yanga Argentina, ambapo barua hiyo katika malalamiko hayo rasmi, rasmi kwa bodi ya ligi, licha ya kuomba alama tatu, basi wanataka walipwe gharama zote za maandalizi ya mchezo ambazo ni zaidi ya shilingi milioni 56 na, na laki nne na F35 ambazo zimeainishwa katika kipengele namba kumi na saba cha barua hiyo yenye vipengele kumi na saba. Katika kipengele namba kumi na nane wanasisitiza kwamba wanataka ifahamike wazi hawako tayari kuicheza mechi hiyo katika msimu na kwamba mechi iliahirishwa kwa makosa ya makusudi ya Simba. Kwa hiyo wanastahili alama tatu na magoli matatu pia. Wameipa bodi ya ligi kuu masaa sabini na mbili baada ya kupokea barua hiyo kutoa maamuzi ya haki na weledi kwa kuzingatia madai yao. Mwisho wanasema kama madai yao ya alama tatu na mabao matatu na gharama za mchezo hatozingatiwa na kupewa umuhimu wa kupata haki yao, watapeleka suala hili kwenye mamlaka za juu zaidi, yani mahakama ya usuluhishi ya michezo CAS. Kwa hiyo tunaona klabu ya soka Yanga ndio kitu ambacho wameweza kukifanya kwa sasa. Sasa ndani ya saa sabini na mbili wanataka wapewe alama zao tatu sambamba na fidia za kuandaa mchezo dhidi ya kocha ya timu ya soka ya Simba zaidi ya milioni hamsini na sita, huku wakiomba mabao matatu. Lakini kwa mujibu wa kanuni, debi kuahirishwa, kanuni inasemaje? Debi imeahirishwa na bodi ya ligi baada ya kikao cha kamati kupokea malalamiko ya timu ya Simba na kutokana na mambo yaliyo nje ya taratibu, kwa mujibu wa taarifa ya afisa usalama hizi ndizo kanuni zilizopelekea bodi kuahirisha ligi. Kanuni namba 34 kifungu cha kwanza nukta tatu, sababu ya dharura au na yenye msingi itakayokubaliwa na TFF ndio itapelekea mchezo kuahirishwa. Lakini sababu nyingine, mchezo wowote ulioahirishwa chini ya kanuni 34.1 utapangwa tena tarehe iliyoamuliwa na TPLB. Mamlaka ya kamati iliyoisha debi, kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi TPLB, itashughulikia na kufanya maamuzi kwa masuala yote ya kiuendeshaji ambayo maamuzi yake ya hayatatakiwa hata katiwa rufaa kwenye chombo kingine cha maamuzi cha TFF kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu. Kwa hiyo tunaona kamati ndiyo ambayo iliamua kuahirisha mchezo huu. Kwa hiyo, Simba kwa hapa hawana kosa, kwa sababu tayari walishapewa taarifa ya kutokwenda uwanjani, kwa hiyo ndiyo maana ilipelekea mchezo huu kuahirishwa. Kwa mujibu wa taarifa ambayo tumeweza kuinasa, ni kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania Bara kwa sasa wanajiandaa kutangaza tarehe ambayo mchezo huu utakwenda kuchezwa na taarifa zinadai kwamba kuna uwezekano mkubwa mchezo ukapigwa ndani ya mwezi huu wa tatu, ikisemekana kwamba kuna uwezo tarehe kumi na nane ukachezwa kwa sababu ya kile kinachodaiwa kutakuwa na mapumziko ya ligi. Kwa mujibu wa kalenda ya FIFA, kutakuwa na mechi za kimataifa, kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa mchezo ukachezwa kabla ya mapumziko, ambapo inakadiriwa kwamba huenda mpaka tarehe kumi na nane ya mwezi wa tatu, basi kwa upande mwingine mchezo utakuwa umechezwa. Lakini shida ni Yanga Sports Club wamesimamia msimamo wao kwamba wanataka haki yao kwa sababu wanaamini Simba ndio ambao waliweza kufanya kukiuka zile taratibu za kimichezo kwa kutaka kwenda kufanya mazoezi huku wakiwa hawajatoa taarifa, lakini bodi nao pia inasema ndio kweli Simba hakutoa taarifa, lakini Yanga kwa nini kuna mabodigadi wao ambao waliwazuia Simba kufanya mazoezi, na kikanuni inaruhusiwa. Kwa hiyo sakata hapa iliyopo ni kubwa sana, la Yanga wao hawataki kuelewa, huku wakidai kwamba watakwenda kuika kwa mamlaka za juu zaidi ili kuweza kupata haki yao ya alama tatu sambamba na Simba Sports Club. E, kufungwa mabao matatu. Kwa hiyo tunaona mambo ni mengi, muda ni mchache kuhusiana na sakata hili. Kwa hiyo lolote lile li ndani ya wiki hii linaweza kutokea kuhusiana na taarifa rasmi kutokea katika bodi ya ligi kuu Tanzania bara inayosimamiwa na TFF.